Mjadala wa kuondolewa kwa marupurupu ya walimu wanaohudumu kwenye mazingira magumu unapoendelea, muungano wa walimu nchini KNUT umeitaka serikali kutondoa marupurupu yale na badala yake kuongeza marupurupu mengine kama ya nyumba kwa asilimia thelathini. Tuna house allowance, commuter allowance, medical allowance zile allowance, zinaenda extraneous allowance ambazo ziko katika salaries ya mwalimu. Tunasema hizo allowance zote ziongezwe at 30%, ili mwalimu aweze kujikimu kimaisha hata hardship ambaye, e, chama amesema hapa, serikali inajaribu ku, kukatiza sehemu zingine. Tunasema waguze hardship allowance, wataona walimu wakijitokeza kutetea wenzao ambao wanaenjoy hardship allowance. Muungano huu ukiongozwa na naibu katibu mkuu wa chama hiki Hesbon Otieno pia umewasilisha ombi kwa tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuwaongeza walimu mishahara kwa asilimia 60 wakidokeza kuwa walimu wamejitolea mhanga kufundisha ilhali wanaendelea kukandamizwa kwa kulipwa mishahara finyu na serikali. Tumeweka proposal yetu kwa mwajiri wetu Teacher Service Commission na tumesema katika hiyo cycle, kulingana na uchumi wa Kenya uli, il, ilivyoko sasa, tunaona kuwa walimu wakipata nyongeza katika mishara yao ya asilimia 60 itakuwa mzuri. Sawasawa. Asilimia ngapi? 60, hiyo ndio tunaitisha kutoka kwa mwajiri. Tunajua hiyo proposal imeenda kwa Salaries and Remuneration Commission Aida. Muungano huu pia umeitaka wizara ya elimu na serikali ya kitaifa kutoa ufadhili wa elimu kwa wakati ufaao, kwani miradi ya maendeleo shuleni inalemazwa na inakuwa vigumu kuendeleza shughuli za masomo. Waweke pesa ya kutosha, ili mahali ambapo tunaenda huko mbele tusiwe tunaambiwa pesa inakuja shule kidogo kidogo Tunakuja, tunataka ikuje ile ya kutosha, wanafunzi wetu, walimu wetu na stakeholders wote wapate kuwa na amani wakati pesa imekuja shule. Naita kuna ile wanaita capitation, hakuna inakuja kidogo kidogo. Kando na hayo, wamedokeza kuwa swala la utovu wa usalama maeneo tofauti nchini, ikiwemo eneo la bonde la Kerio, umezua hofu miongoni mwa walimu Wakiitaka idara ya usalama kuwahakikishia walimu usalama wao wakati wanatekeleza majukumu yao. Tunasikia kuna mambo ya insecurity ina na inakuza mpaka walimu kwanza, huko Rift Valley mahali ninatoka. Tunataka kuambia serikali hiyo mambo waangalie. Mary Kialo, Undugu TV.